Known as the Rap Addict, mimi ndo host wa hii podcast inayokwenda kwa jina la Wanangu Podcast, na leo tukiwa tumefikia wiki ya 19 episode ya 19 inayokwenda kwa jina la Nitoe ushamba. Kama umevutiwa na title, lakini hujui inahusu nini, sitaki nikutese kabisa. Umetoka kumsikiliza Farid Kubanda kwenye wimbo wake unaokwenda kwa jina la I am a professional ambao umetufungulia episode yetu ya 19. Kwenye verse ya mwisho unamsikia Farid Kubanda anasema machache niliopitia kuna mengi nimejifunza, ruksa kunitoa ushamba kwa kile nsicho kijua nitakuwa mjinga kwa sekunde, kisha I am a profession. Na hiyo ndo imeinspire jina la hii episode ya 19 ya Wanangu Podcast, nitoe ushamba. Ruksa kunitoa ushamba kwa kile nsicho kijua nitakuwa mjinga kwa sekunde tu, alafu baada ya hapo I am a profession. Kwa hiyo maana rahisi kabisa ya hiyo line kutoka kwa feed ni kwamba hautakiwi kuona aibu wa kupata maarifa, there's no shame in that kama kuna kitu ambacho nilikuwa sikijui jana leo nimejifunza nimekijua basi that's it sasa katika mtindo huo huo leo nimekuja na top 5 episode ya leo itakuwa iko tofauti kidogo na top 5 ya vitu ambavyo either nimechelewa kuvijua au nilikuwa kwa muda mrefu sana sijawahi kujiuliza maswali kwamba hiki kitu kinamaanisha nini and then siku nikajiuliza na nikapata majibu so leo niko hapa kwa ajili ya kushare huo ushamba wangu niko hapa kwa ajili ya kushare ujinga wangu and then vile vilevile nita share na hayo majibu niliyoyapata kutokana na mimi kujiuliza hayo maswali. So stay tuned, unasikiliza wanangu podcast. Namba tano ni zile alama ambazo huwa zinaachwa na baadhi ya ndege angani, mistari fulani meupe hivi. Naamini wote ushiwai kuona, wote ushakutana na hicho kitu. Nakumbuka tulivyokuwa wadogo, tulikuwa tunadanganyana kwamba zile ni rockets. Uh, lakini baada ya muda fulani ulivyofika, nikajua mmm, zile sio rockets, lakini sikuwahi kufuatilia kwamba ni nini. Sasa huku tuuzimani kidogo, siku moja nikatulia, nikaanza kufuatilia nijue kiundani, wataalamu wanasemaje kile ni kitu gani na kwa sababu gani kinatokea. Majibu nilopata ni kwamba ile inaitwa contrails. Contrail ni muunganiko wa maneno mawili Waliosoma Kiingereza wanajua kuna njia moja, moja kati ya njia za ku, kuunda maneno kuna njia inaitwa blending. Blending ni unachukua maneno mawili ya tofa, ambayo yako tofauti unayounganisha kupata neno moja unapata, mfano maneno kama motel au maneno kama brunch. Kama unachukua breakfast unachukua na lunch unaweka pamoja unapata neno brunch. E, ile ambayo unakula kabla ya mchana lakini na baada kidogo ya asubuhi hapo katikati hapo kwa hiyo walifanya hiyo blending wakapata neno linaloitwa contrail ambalo lina maneno mawili. Neno la kwanza ni condensation; neno la pili ni trail. Condensation kwa lugha ya rahisi ni kama kugeuza mvuke kuwa maji na trail ni kama alama au michirizi inayoachwa na kitu fulani kilichopita. Sasa kinachotokea kwenye zile ndege ambazo huwa zinaacha alama angani ni kwamba, cha kwanza, zinapita juu sana kama utakuwa ume notice zinapita juu sana, tofauti na hizi ndege ambazo zinapita kawaida, na ndio maana hizi haziachi alama au michirizi yoyote. Sasa kule juu, unavyopita juu zaidi, maana yake kule juu kuna baridi, sawa? Kuna baridi na zile engines za ndege zinavochakata yale mafuta, mpaka zina ina maana kuna kuna mvuke fulani unatoka kwenye engine. Ule mvuke obvious utakuwa ni wa moto, kwa sababu umetoka kwenye chombo cha, cha cha cha moto ambacho kinafanya kazi, kwa hiyo utakuwa ni wa moto lakini kwa sababu hali ya hewa ya kule juu ni ni ni baridi sana, ule mvuke ukitoka nje unagandishwa haraka na kuwa some sort of like cloud, kama wingu au kama kama ice fulani kama barafu fulani ambazo zimegandishwa haraka sana, na ndio maana zinabakia kwa muda fulani, and then muda huo ukipita, ndio zinayeyuka na kurudi hali ya kawaida. Kwa hiyo kile tunachokiona pale ni kama artificial clouds, ni kama mawingu fulani ambayo yametengenezwa kutokana na kupita kwa ile ndege Uh, na kuacha mvuke na mvuke ukabadilishwa kuwa kama mawingu fulani kama barafu fulani ambavyo vinakaa kwa muda fulani and then baadaye vinafika. Kwa hiyo, kinachotofautisha ndege baadhi ya ndege kuacha zile alama na baadhi ya ndege kutoacha zile alama ni umbali wa ndege unaopita. Ndege ikipita juu sana kule ndio inayokuwa na uwezo kuacha hizo alama. Lakini hizo ndege ambazo hazipiti juu sana zinapita hapa chini kawaida, uh, haziwezi kuacha ile alama kwa sababu atmosfia ya huku chini ni tofauti na na kule juu. Kwa lugha nyingine rahisi, au au mekanizmi nyingine ambayo naweza nikakuelezea hiyo ni kwamba ukienda sehemu ambapo kuna baridi kama Mbeya au Arusha, uh, especially mwezi wa sita ambao baridi inakuwa ndio ime, ime, ime komaa, unakuta unavyokuwa una unaongea mdomoni inatoka ikitoka ile hewa kutoka mdomoni kwako kwa unaiona kabisa hivi na kwa kama nyeupe nyeupe fulani inaonekana kabisa. Watu walio toka sehemu za baridi wanajua hicho kitu kwa hiyo it, it is the same mechanism kama ile mechanism unayofanyika kwenye ndege, kutokana kwamba hewa ya nje ni baridi sana, na hewa ambayo inatoka mdomoni kwako ni ya moto. Kwa hiyo ikitoka inapitia the same mechanism kama hiyo ambayo nimeielezea, na ndio maana unakuwa unaweza kuiona ile, ile, ile hewa ya mtu ambayo inatoka mdomoni kwake unaiona kabisa kama ina rangi nyeupe fani hivi. Namba nne ni kibao cha mbuzi. Katika kukua kwetu tumetumia sana hili neno kibao cha mbuzi, na nafikiri wengi wetu tutakuwa tumejiuliza kwa nini kibao kinaitwa kibao cha mbuzi. Nilikuwa mdogo, nilikuwa nafikiri labda inawezekana ni kwa sababu ukikifungua hivi, ukiwa unakitumia, inakaa shepu kama mnyama fulani hivi, labda inawezekana walifananisha ile shepu yake, ile umbo lake, wakafananisha labda na mnyama mbuzi. Nilikuwa nafikiria hivyo, lakini kuna siku moja niliingia mtandaoni, nakumbuka nafikiri ilikuwa Twitter ile nikakuta kuna mtu kaelezea kwamba kinaitwa kibao cha mbuzi kwa sababu kinachambua nazi kutoka kwenye kifuu. Yani process unaoifanya ya kukuna nazi pale, unachambua hiyo nazi kutoka kwenye kifuu, unatenganisha nazi na kifuu, ambayo kwangu ili make more sense kuliko ile ya kufananisha kibao shape ya kibao cha mbuzi na mnyama mbuzi. Kwa hiyo so far sijapata official maelezo kwamba je, ni kweli kinaitwa kibao cha mbuzi kwa sababu kinachambua au ni kwa sababu watu walifananisha mnyama um, na shape ya kile kibao. Lakini nimeiweka hapa leo kwa sababu kwangu ilikuwa interesting, sikuwahi kufikiria from that perspective kwamba inaweza kikawa kinaitwa kibao cha mbuzi kwa sababu kinafanya kazi ya kuchambua, maana nilikuwa sijawahi kufikiria from that perspective, kutokea kwenye mtazamo huo, kwa kwangu ilikuwa very interesting, na bado naendelea kufuatilia kwamba, je, ni kweli kinaitwa kibao cha mbuzi kwa sababu kinachambua, au ni kibao cha mbuzi kwa sababu labda umbo lake lilifanana na mnyama mbuzi, au kuna sababu gani ambayo ilifanya kibao hicho kiitwe kibao cha mbuzi? Kwa hiyo wale, wale watu wa etimolojia nafikiri wanaweza katusaidia katika hilo, lakini nimeweka kwenye top five kwa sababu ilikuwa very interesting kwangu kutambua kwamba kuna baadhi ya watu wanaweza wakakielezea kwamba kinaitwa kibao cha mbuzi kwa sababu kinachambua nazi kutoka kwenye kifuu. Namba tatu ni ushai kujiuliza kama nchi kama Tanzania, kwa nini tunaendesha magari mkono wa kushoto? Kwa sababu kuna nchi nyingi tu duniani ambazo wanaendesha magari mkono wa kulia. Ni criteria gani, ni sababu gani ambazo zilitumika kusema kwamba sisi tunaendesha gari mkono wa kulia, sisi tunaendesha gari mkono wa kushoto? Sababu kubwa ambazo zinatajwa kwamba ndo zinaweza kusababisha watu kuamua au nchi kuamua kwamba tunaendesha gari mkono wa kulia au kushoto, ya kwanza ni uongozi. Uongozi ndio unaoamua kwamba jamani, sisi tutaendesha magari mkono huu kwa sababu hizi, na kwa mfano kama nchi za, za Ulaya anatajwa Napoleon kuwa ndo mtu ambaye alishawishi sana watu kuendesha magari mkono kulia, kwa sababu so far mpaka sasa hivi nchi nyingi za Ulaya wa wanaendesha magari mkono kulia, na Napoleon ndo anatajwa kuwa ni mtu wa kwanza kuweka huo utaratibu kwamba tutakuwa tunaendesha magari mkono wa kulia. Na sababu ya pili ni hiyo uniformity. Sasa nchi nchi kubwa ikiamua kwamba, uh, sisi tuendesha magari mkono fulani, mara nyingi nchi ambazo zinazunguka ile nchi zinataka kuwa kwenye uniformity ile nchi kubwa. Kwa mfano Marekani, walivyobadilisha kutoka kushoto kuanza kuendesha magari mkono wa kulia, Canada na waka waka adapt. Uh, mwaka 1972 Nigeria ilibadilisha kutoka kuendesha magari mkono wa kushoto ikaanza kuendesha magari mkono wa kulia, Miaka miwili baadaye Ghana na yaka adapt. Kwa hiyo inaonekana zile nchi kubwa ambazo zinafanya vizuri ambazo zina influence zikibadili, zikibadilisha utaratibu, mara nyingi nchi ambazo zinaizunguka zile nchi jirani na zenyewe zinabadilisha utaratibu ili tu kuendana na ile nchi ambayo ina power katika hilo eneo husika. Lakini sababu ya tatu ni magari. Unajua magari haya, kuna magari ambayo ile steering ipo mkono wa kulia. Uh, magari mengine ule sukani upo mkono wa kushoto. Kuna magari ambayo usukani upo mkono wa kulia, kuna magari ambayo usukani upo mkono wa kushoto. Sasa hiyo nayo huwa inamata kwenye kuchagua kwamba magari yaendeshwe upande gani. Kwa mfano, magari mengi ambayo yanakuja Tanzania usukani wetu upo kwenye mkono wa kulia, na hivyo inakuwa rahisi kwa sisi ku keep left, kuendesha mkono wa kushoto, kwa sababu magari yetu mengi usukani upo mkono wa kulia. Kuna nchi ambazo zilikuwa zinaendeshwa mkono wa kushoto na usukani upo mkono wa kushoto. Madereva wengi wanasema that's weird, yani kwamba hiyo inaweza kusababisha hata ajali, kwa sababu sio rahisi kumanuva barabarani kutokana na ukweli kwamba usukani upo mkono wa kushoto na we na, na, na unaendesha gari mkono wa kushoto. Kuna some technicalities ambazo zinaweza zikatokea zakufanisha mpaka zikasababisha ajali. Kwa hiyo nchi inaangalia kwamba ina magari mengi ya aina gani yenye usukani ambao upo kulia au kushoto, na ndio inaamua kwamba itaendesha magari upande gani. Lakini vile vile kuna ukoloni pia. Ukoloni nao unaingia kila sehemu. Kwa mfano, nchi nyingi ambazo zilitawaliwa na Muingereza, tunaendesha magari mkono wa kushoto kwa sababu tuna copy kwa Muingereza. Muingereza mpaka leo bado anaendesha magari mkono wa kushoto. Kwa nchi nyingi ambazo nakuta zilikuwa ni makoloni ya Muingereza, mpaka leo zinaendesha magari mkono wa kushoto. Lakini ukiangalia nchi nyingi ambazo zilikuwa zimetawaliwa na Ufaransa wengi wao wanaendesha magari mkono wa kulia. Kwa hiyo kwa nchi za Afrika especially uh, hiyo ni factor mojawapo kwamba ni nani alikutawala na ndo huyo ambao unakuta uli adapt kutoka kwake namna ambavyo yeye alikuwa anaendesha magari yake, ule upande ambao alikuwa amechagua kwa ajili ya kuendesha magari, aidha kulia au kushoto. Namba mbili ni luku uh, me I'm old enough kukumbuka kipindi ambacho tulikuwa tunalipa uh, umeme baada ya kutumia ni unatumia mwezi mzima umeme and then mwisho wa mwezi bili inatoka TANESCO, unatakiwa ukailipia. Inatoka kwenye karatasi kabisa, unatakiwa ukailipia ile bili, uende TANESCO ukalipie, and then unaendelea kutumia umeme. Kwa hiyo ifika kipindi fulani TANESCO wakaamua kubadilisha ule utaratibu, kwa sababu ulikuwa unalipia after kutumia service, ulikuwa unalipa baada ya kutumia huduma yao, lakini wakaja na utaratibu ambao ulikuwa unakusababisha wewe kulipa, unakufanya wewe kulipa kabla hujapata huduma ambayo ndo luku. Sasa nafikiri ilikuwa kwa sababu, kwa sababu pia uh, zile ile kulipia bili baada ya kupata huduma ilikuwa nazorotesha pia uh, shirika kwa sababu watu wengi sana walikuwa wana uh, malimbikizo ya bili ambazo hazijalipwa. Kwa hivyo shirika likuwa linashindwa kujiendesha kutokana na kwamba kuna madeni mengi. Sasa ulivyokuja utaratibu kwamba uwezi kutumia umeme mpaka ulipe kabla ndo ndio hapo sasa, nafikiri shirika pia lilipata nafuu kutokana na kwamba watu walikuwa nalipa kabla hawajapata huduma. Sasa hii luku, kila siku tunazungumzia luku, nunua luku, nunua unit, lakini wengi wetu pia hatujui kwamba neno luku ni acronym, kwamba ni kifupi cha sentence fulani. Luku kirefu chake ni lipia umeme kadri utumiavyo, lipia umeme kadri utumiavyo. Kwa hiyo kesho ukisema kwamba nenda kununua kwa luku, kumbuka kwamba kirefu chake ni lipia umeme kadri kutumia. Namba moja ni mauaji ya kimbari. Haya ni mauaji ambayo yalitokea nchini Rwanda mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Ni mauaji ambayo yalihusisha kabila la Wahutu ambao ni wengi, wakawaua kabila la Watusi ambao wao ni wachache. Kulikuwa kuna kuchukiana kuliko kuwepo kati ya wahutu na Watusi. Kuna mfanyabiashara maarufu anayefahamika kama Felician Kabuga ambaye wanasema aliplay part kubwa sana katika haya mauaji ya Rwanda. Yeye ndo alikuwa akifinance uh, baadhi ya media, baadhi ya redio na magazeti ambayo yalikuwa yakieneza propaganda za wahutu kuendelea kuwachukia zaidi Watusi katika media hizi ilifikia point waliwaita Watusi kwamba ni mende kwamba sio binadamu wa, na wala hawastahili kuishi. Kwa Felician Kabuga pia anatajwa kuwa ndo mtu ambaye ali finance kununua mapanga mengi sana wakagawiwa Wahutu ili waweze kuwateketeza Watusi. Na kutokana na hiyo ikatokea vurugu ambayo tunaweza kaita ni vita ya wenyewe kwa wenyewe. Na Wahutu waliua Watusi wasiopungua milioni moja kama baadhi ya vyombo vya habari vinavyosema. Sasa mi tangu nilivyokuwa mdogo tulikuwa tuna utaratibu wa kuangalia taarifa ya habari, kwa hiyo nilikuwa na, nafahamu tangu niko shule msingi kuhusiana na mauaji ya kimbari, lakini kitu ambacho nilikuwa sikijui nikuamba, sikujua, kimbari, ni kwamba sikujua kwamba mauaji ya kimbari maana yake ni kuwaua watu ambao wanatokea kwenye res moja, yani watu ambao wana asili moja. Kwa mfano Watusi, si ni kabila ambalo lina asili moja. Kwa hiyo yu, ilikuwa sifahamu kwamba neno mbari, eh, ni neno la Kiswahili ambalo linamaanisha watu wa asili moja, sikufahamu. Kwa hiyo kila nikisikia mauaji ya kimbari, nilichokuwa naelewa mimi, nilikuwa nafikiri kwamba kuna sehemu iko Rwanda ambayo ndio hayo mauaji yalitokea. Kwa miaka mingi sana, for many years nilikuwa nikiamini kwamba kimbari <laughs> ni sehemu ambayo iko Rwanda ambayo ndio hayo mauaji yalitokea. So siku moja nilikuwa nasoma, sikumbuki ni kitu gani nilikuwa nasoma, then nikakutana neno mbari, nikaenda kwenye kamusi kusoma mbari ni nini, then nikagundua kumbe mbari ni race, ni wale watu ambao wana asili moja, na ndio maana kwa Kiingereza naitwa genocide, genos kutoka kwenye Kigiriki ambayo linamaanisha asili ambayo inamaanisha kuua. Kwa hiyo genocide ni kuua, kuua watu wenye asili moja. Kwa hiyo nikagundua I was wrong for so many years. But it's okay. Now I know. Mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episodi yetu ya kumi na tisa ya wanangu podcast. I hope utakuwa umepata kitu kimoja au viwili kutoka kwenye hii episode kama itakuwa ni hivyo nitakuwa nimefurahi sana, kwa sababu lengo la mimi kushare na wewe maswali ambayo nilikuwa nikijiuliza mwenyewe na kutafutia ufumbuzi ni kwa ajili ya wewe kuweza kufaidika na kupata hiyo hizo taarifa, na pengine zitakusaidia kwenye maisha yako ya kila siku. Kwa hiyo I'm your host, Good Luck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as The Rap Addict. Uh, till next time. Peace.